Familia moja kaunti ya Murang'a imeomboleza vifo vya watu kumi na nne waliopata ajali ya barabarani hapo jana katika eneo la Kikopey kaunti ya Nakuru. Waliofariki kwenye ajali hiyo ni familia hii ni pamoja na wazazi, wajukuu na wajomba waliokuwa safarini kuwatembelea jamaa zao wagonjwa. Jamaa wengine watatu wa familia hiyo wakiendelea kutibiwa hospitalini. Msiba uliolikumba boma hili ni wa kusikitisha na mzito. Jana tu nyumba hizi zilijaa kelele li za furaha, huku babu na mkewe, watoto wao na wajukuu wakijiandaa kwa safari ya kwenda Nakuru kuwatembelea shangazi wawili waliokuwa wagonjwa. Hiyo organization yote ilikuwa ya my last sister da, walikuwa na hiyo akili ya kuunganisha familia ya grandparents wakuwe pamoja. Elija Mburu, mjukuu katika familia hii, alikuwa dereva wa matatu hiyo. Ndani ya gari hilo kulikuwa na washiriki wa familia moja kumi na sita wenye uhusiano wa karibu, watu wazima kumi na watano na watoto wawili. Safari hiyo ilisitishwa vibaya wakati matatu ilipogongana na trela. Matokeo ya ajali hiyo ni msiba huu mkubwa kwa familia moja ambayo karibu iangamie yote, wakati kuko na watu walikuwa wamekatakatwa uso na wengine wameumia miguu. Patrick Mburu anahesabu hasara kubwa. Katika gari hilo walikuwa wazazi wake Elijah na Lydia Mburu, dada zake Pauline, Naomi, Joyce na Catherine, mpwa wake Elijah na mjombake <mulia> ajali hiyo pia imemwacha Steven Gisharu akiomboleza pakubwa. Miongoni mwa wale walioabiri gari hilo wa mwisho ni mkewe na wanawe wawili. Mama na bintiye waliangamia, huku mtoto wake wa miaka tisa akiokolewa na majeraha na sasa amelazwa hospitalini jana asubuhi na baadaye kupiga simu Kenya ni aiende aiende through mpaka utumie WhatsApp. Sasa ukaniambia, gari tumengoja gari imefika na tuna tunaenda, yeah, katika hospitali manusura wanaendelea kupigania maisha yao. Watu wazima wawili na mtoto wa miaka tisa wanapokea matibabu, familia zao zikisalia na kutumaini kwamba watapona. Kwa upande mwingine, dereva wa trela iliyohusika kwenye ajali hiyo anasimulia yaliyojiri jana mchana. Mi nilishtukia matatu imenikaribia, nilipiga e... honi, unajua ukiona kitu mbele yako lipiga honi ikajaribu kuzuia breki kidogo. Sasa ile matatu ilikuwa na spidi zaidi, ndo ikakuja ikakutana na mimi hapa. Miili ya walioaga dunia kwa sasa imehifadhiwa katika hifadhi ya maiti ya Nakuru. Brenda Wanga, runinga ya Citizen.